Gari yangu hii hapo, naipeleka Tanzania. Nimenunua Land Rover, kazi kwenu ndugu, ndugu za guda guda gudaguda, hakikisha guda, guda, mzigo unafika salama sawa. Ngoma hii hapo gudaguda guda guda. Wale mliokuwa mnanicheka, naendesha Toyota, kazi nayo. Ngoma hii hapo yo, yo. Tayari nimeisha irodi, inakwenda warehouse, inakwenda Tanzania. Niliwaambieni gari zinauza bei rahisi milioni tatu na laki tano. Mzigo huu hapo, mzigo huu hapo unaondoka sasa. Njoo kunyuma uonyeshe sasa, wewe. Nimenyoga ni gari hapa, gari hii hapa. Niliwaambia ni milioni tatu na laki tano. Ngoma hii hapo, sasa hizi zinaondoka. Amshe popo baba jo safi. Wenda wenda taratibu, mdogo wangu. Gari ya ndoto yangu, gari ya ndoto yangu, good boy. Mzigo huu hapo, go go go go go. Milioni tatu na laki tano. Sasa najikusanya ninunue hii hapa Inauzwa laki milioni, milioni nne na laki tisa. Hii hapa najisaja mzigo wangu, hapo unaondoka. Ayo amcha baba wakome bongo huko, call me, simu kutajiri. Wewe unatembelea gari gani? Discover hii hapo, hala gari yangu hii hapo. Naipeleka Tanzania nimenunua Land Rover, kazi kwenu ndugu za. Buda buda buda, hakikisha mzigo unafika salama sawa. Ngoma hii hapo guda guda, guda guda. Wale mliokuwa mnanicheka naendesha Toyota, kazi mnayo ngoma hii hapo, hiyo tayari. Imeisha irodi inakwenda warehouse inakwenda Tanzania. Niliwaambieni gari zinauza bei rahisi. Milioni tatu na laki tano, mzigo huu hapo mzigo huu hapo, apo naondoka sasa. Njoo kunionyeshe ga gari hapa gari hapa. Niliwaambieni milioni tatu na laki tano. Ngoma hii hapo sasa inaondoka. Amcha popo baba jo. Chafi. Wenda, wenda. Gari ya ndoto yangu. Gari ya ndoto yangu. Good boy, mzigo hapo. Go, go, go, go. Milioni tatu na laki tano. Sasa najikusanya ni nwe hii hapa. Inauzwa laki milioni milioni nne na laki tisa hii hapa. Najikusanya. Mzigo wangu hapo unaondoka. Ayo! Amcha baba. Wakome bongo huko. Call me bisi simu ya kutajiri. Wewe unatembelea gari gani Discover hii hapo? Hala.